Kuna wanawake ambaye wame, wameolewa lakini katika harakati ya maisha ulitoka nje ya ndoa na ukarudi na hakuna mtu alijua. Biblia inasema dunia itakuharibikia ukisha toka nje ya ndoa halafu urudi, hatari inaingia. Kama umetoka na umerudi, hata kama hakujulikana, hafanani na mwanamke ambaye hajawahi kutoka. Maana wewe umeshanganya damu za wanaume wawili ziko ndani yako, so you are a different animal, you are not like others, na lazima ufanyie mwili wako kazi kubwa kuliko mwanamke ambaye hajawahi kutoka nje ya ndoa. Kama umetoka na umerudi, hata kama hakujulikana, msimamo wako wa amri kwenye ulimwengu wa kiroho hauna nguvu tena. Ukisimama kwenye ulimwengu wa kiroho uinue mkono eh, roho zinakosa kukutambua maana zinaona mkiwa wangapi? Atatu. So, lazima so, sasa uanze bidii ya kutoa hii jamaa watatu number 1 kwa kukonfess kwa mtu iko na mamlaka juu ya maisha yako, na umwambie nilitokanga na nikarudi. Hata kama ulitoka peke yako na kuna mtu alijua, sasa lazima ukatafute msaada. Na ni vizuri kuambia mtu ambaye atakuuliza maswali na akuangalie macho. Haya unaweza kufanya sasa akikuaibisha, that is the beginning of the exodus of the third party in you inaitwa solo tie, hiyo inafujika. Ukiaibika ukose kuambia mtu yoyote, uside ukitubu peke yako na Mungu. Na Biblia inasema confess your sins one to another and pray for one another that you may be healed. Hiyo kidoda umejiweka na mwanaume hakitapona. Kinaweza tu kuponywa na mtu mwingine hajafanya hivyo. Umefanya? Na ako na mamlaka ya kiroho. Numbers 5 verse 12. Nena na watu wa Israeli waambie, ni Mungu anasema kama mke wa mtu yeyote akikengeuka na amukosee mumewe na mutu mwanaume arale naye kwa usherati, na jabo hili likamufisha mimania mumewe. Ati hivyo amefanya ameenda kwa jirani, na amerudi, bwana yake hakujua na hatajua, ikawa jabu lisilojulikana na huyu mwanamuke awe najisi. Kwa hivyo mwanamke akitoka nje ya ndoa na arudi, hata kama hakuna mtu alijua, anapatanga uchafu hauwezi kuoshwa na nini na